Naam, mpenzi mtazamaji, mwana ukuu mw wa Mwafrika, tumekuwa hapa tukichambua habari za mambo mbalimbali yanayoendelea ya hususan katika taifa la Congo, taifa la uh, East Africa, miongoni mwa mataifa yanayounda Umoja wa uh, Afrika Mashariki, East African Community, lakini mashariki mwa Congo mmekuwa na migogoro inayoendelea na kama ambavyo watu wengi tunajua, na sasa imefikia pahala ambapo taarifa ni kuwa rais wa Kongo Felix Tshisekedi amekubali kuongea na waasi wa M23 ili kuweza kujua ni namna gani ya kufanya kuweza kumaliza vita, na ninakumbuka mwanzo kabisa hapa wakati ninaongea katika uchambuzi wangu niliongea jambo moja, nikasema kuwa mahali ambapo mgogoro wa Kongo umefikia sasa hivi hauhitaji tena vita viendelee. Huu ni mgogoro unaohitaji sasa, uh, political solution, unahitaji suruhu ya kisiasa, na kuna juhudi nyingi ambazo zilifanyika. Sasa swali linakuwa je: Ina maana Felix Tshisekedi amekubali aibu hii ya kuweza kuongea na M23? Ni kwa nini ninaongea hivi? Ni kwa sababu mnakumbuka kulifanyika kikao ambacho kilifanyika na mwenyekiti wa East African Community, aliita hiki kikao ambacho kikao hiki mwenyekiti wake ni William Ruto, rais wa Kenya. Lakini haikuzaa matunda kwa sababu Tshisekedi alikataa kwenda kwenye hiki kikao. Aya, kikaitishwa kikao kingine na SADC lakini pia bado Tshisekedi alikataa kwenda. Kumbuka aa, kwenye madai ambayo inadaiwa kwenye huu mgogoro wa Congo ni kuwa m ishirini na tatu wako funded na Rwanda, serikali ya Rwanda, lakini bado kwenye hivi vikao vyote rais wa Rwanda alikuwa anahudhuria hivi vikao. Okay, kikaitishwa kikao ambacho kilihusisha SADC pamoja na East African Community, EAC, hapa Dar es Salaam. Bado Tshisekedi hakwenda kwenye hicho kikao alituma mwakilishi ambaye ni mwanamama, yule waziri mkuu wa hapo waziri mkuu wa Kongo. Okay. Ukiachilia okay, mbali hiyo Afrika kule, yani kikao cha Afrika Ethiopia, na chenyewe walikaa, bado Tshisekedi hakuenda, lakini Tshisekedi tulimwona ametoka ameenda nje ya bara la Afrika kule ndio alienda kuongelea, na kule ndiko ambako alienda ni kama kuomba msaada. Sasa nikaongea hapa nikasema kuwa kwa nini hajahudhuria kwenye hivi vikao? Kuna watu wengi ambao walinielewa lakini kuna wengine baadhi Wakongomani, baadhi walinipigia simu wakaniambia, hapana, unachoongea unakikosea, mwache rais wetu, na hivi na hivi na hivi. Aya, ikafika swala, maana maazimio ambayo walikuwa wamekubaliana kati ya East African Community na SADC kuhusiana na mgogoro unaoendelea Kongo, hususani Kongo mashariki, wakafika mwafaka kuwa huu mzozo ili uishe, kwa sababu unahitaji suluhu ya kisiasa, ili huu mgogoro uweze kuisha, inabidi sasa serikali ya Kongo ihusishe kundi hili la M23 katika mazungumzo. Tshisekedi alikataa, akasema kuwa siwezi kuongea kuongeana gaidi ndicho lichokiongea Felix Tshisekedi. Ni ukweli wanafanya sana vitendo vya kigaidi awa M ishirini na tatu, lakini juzi hapa baada ya raisi... sasa ok, kabla ya sijaenda kwa raisi huyu wa Angola, uh, Joao Lourenco, lakini tutakumbuka kuwa walimteua raisi mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, nafikiri pia alikuwepo na Obasanjo katika uh, kutafuta amani ya usuluhu ya mgogoro unaoendelea katika taifa la Kongo lakini juhudi za Uhuru Kenyatta na wakina Obasanjo hazikuzaa matunda. Kwa hiyo, baadaye sasa hapa juzi ni juzi tu hapa ambapo rais huyu wa Angola Joao Lourenco alikutana na Felix Tshisekedi na kuweza kumwambia inabidi sasa eh, muingie kwenye mazungumzo ya amani, swala ambalo serikali ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi, msemaji wa rais mwanadada huyu nimemsahau jina, si anaitwa nani, lakini ametoa sasa mwongozo kuwa ah, rais wa Kongo yuko tayari kuongea na M23 yuko tayari kujadiliana nao hawa waasi wa M23 na moja kwa moja ina maana ni rais wa Kongo kuonana na Korneil Nangaa maana huyu ndio kiongozi wa haya makundi haya ya Congo River Alliance AFC, ambaye ni Colonel Nangaa. Maana M23 tunajua ina wakubwa wake, huu yuko yule Bertrand Bisimwa, lakini yuko pia Emmanuel Sultani Makenga, lakini na hivyo ko amekubali kuingia kwenye mazungumzo na M23 haya mwanzo alikataa, akasema hawezi kuongea na magaidi. Swali ambalo sasa watu wanajiuliza, je, ina maana serikali ya Kongo ime imekuwa na yani, yani, wamekubali kuingia kwenye aibu kiasi hiki e, mpaka kwenda kujadiliana, kwa sababu kumbuka, Tshisekedi alichukua ile sera ya Marekani ambayo inasema the Government of United States of America will never ever and ever negotiate with terrorism Ndicho ambacho Chisekedi alichukua hiyo hiyo slogan ya Marekani, akasema hawezi kujadiliana na wahuni hawezi kujadiliana na magaidi ambao wameua watu wengi sana katika taifa la Kongo, lakini hatimaye amekubali kuingia kwenye mazungumzo. Je, hii ni aibu kwa serikali ya uh, Raisi Chisekedi au ni nini? Okay, maana nakumbuka mwanzo mimi nilipoongea kuwa mgogoro ulipofika unahitaji political solution na sio vita viendelee kwa sababu vita vitaendelea kuua raia wasiokuwa na hatia. Watu wengi wakasema hapana, lazima tuendelee kupigana na wazalendo. Kweli waliendelea kupigana kweli kweli, lakini kumekuwa pia na juhudi hii. Nitakuja kuliongea baadaye, nadhani labda nitaongea na Mr. Mpoke alafu mtasikiliza uchambuzi wetu utakavyokuwa. Uh, kuwa pia kuna juhudi bado za kuwakwamisha wazalendo, kwa sababu wazalendo wanapambana kwelikweli, lakini kuna juhudi hizo za serikali ya Kongo, kama kuwa kuhamisha hivi wazalendo sasa, ni mambo yanayoendelea ndugu zanguni, sisi tunaripoti kitu kinachoendelea hapo katika taifa hili la ndugu zetu wa Kongomani, lakini uh, muungano wa vyama vya kisiasa hiyo Kongo Mashariki wametoa msimamo wao, wamesema hawatatambua maongezi yoyote kati ya raisi wa Kongo na kikundi cha waasi wa M23. Ndio msimamo wao, kwa sababu wao katika madai yao wamedai kuwa pale Kongo kuna makundi kama mia na arobaini hivi ya haya makundi yanayopigana hapo, hapo Kongo wakasema kama kweli Tshisekedi ana nia ya kutaka kuleta amani katika taifa la Kongo, anachotakiwa kukifanya ni akutanishe haya makundi yote, makundi 140, na akae nayo mezani ili aongee nayo. Hapo ndipo amani itakapopatikana, kwa sababu leo unapoenda kuongea na M23 peke yao, ukaacha makundi mengine, na yenyewe yatainuka tena haya makundi mengine. Kwa hiyo huu ni msimamo wa vyama vya kisiasa muungano, muunganiko vyama vya kisiasa hii Kongo mashariki na wao wamesema, katiba inawaruhusu ya Kongo kuwa serikali itakaposhindwa kuwalinda basi wananchi wana jukumu la kuchukua hatua na kuanza kulinda serikali yao au kuanza kulinda nchi yao kwao, ndivyo ndicho walichokiongea hawa ambao ni ni, ni, ni, muunganiko wa haya makundi amini, vi, vyama hivi vya kisiasa sori, muunganiko wa hivi vyama vya kisiasa ndicho walichokiongea, lakini wachambuzi wa mambo wanajaribu kuchambua na kuona, je, kwenye maongezi haya Rwanda haitahusishwa? Kwa sababu Rwanda ndio imekuwa ikishutumiwa kuwa inawafadhili M23, na juzi hapa tumewapa taarifa kuwa imeonekana kuwa uh, Bisimwa pamoja na Colonel Nangaa wameingia nchini Rwanda. Sasa swali, Rwanda ambayo imekuwa ikishutumiwa na kukanusha haya mashutumu kuwa yenyewe inawafadhili M23. Je, Rwanda kwenye maongezi haya haitahusishwa? kwa sababu Rwanda lazima na wao watakuwa na masharti yao ili vita viweze kuisha, kwa sababu Rwanda siku zote wamekuwa wakiongea kuwa watutsi walioko pale katika taifa hili la Kongo hususani Kongo mashariki wanapigania haki yao kama wakongomani ambao ni watutsi, ndio ni jamii ya Kitutsi, lakini ni wakongomani kwa sababu wa a wanachodai ni mipaka ile ya mkoloni alipogawa aligawa, uh, chora mistari ya uko, kwenye ukoloni ule bila kujali jamii zilizoko ndani, ni madai ambayo serikali ya Rwanda imekuwa ikidai hivyo. Sasa je, kuto kuhusisha uh, serikali ya Rwanda kuto kumhusisha Paul Kagame katika haya mazungumzo kutazaliwa nini? Je, kutazaa matunda ya aina gani? Ndio maana watu wengi wamejaribu kuona kuwa M23 wakihusika kwenye haya mazungumzo manaake Rwanda itakuwa iko inafuatilia kwa ukaribu chini kwa chini, madai ambayo wachambuzi wengi wameongea, lakini wakadai kuwa ingekuwa ni busara kama kweli Tshisekedi ameamua kwenye haya mazungumzo, basi hata Rwanda ihusishwe kwenye haya mazungumzo, kwa sababu Rwanda ndio amekuwa akishutumiwa sana kufadhili hili kundi la M23. Unaendaje kuongea na kundi la M23 ukamwacha mfadhili wake? anayelifadhili likundi la M23 kama tuhuma hizi ni kweli, ambazo zimekuwa zikitolewa kuwa Rwanda ndio mfadhili mkuu wa M23, kwa nini Rwanda aachwe nje ya haya mazungumzo? Kwa hiyo ndio maswali ambayo wachambuzi mbalimbali wamekuwa wakiongea. Kwao ndugu zangu ni tayari na Chisekedi ameregeza msimamo wake, maana mwanzo aliweka ngumu kabisa, alisema ni vita ni kupigana, na ndio maana tukaona mpaka akachukua hatua za kwenda kuomba Marekani aje achimbe madini adimu hapo, madini kama lithium, madini kama cobalt na madini kama uranium kwa ajili ya kubadilishana na amani, alafu alete jeshi lake. Hii ni kwa sababu au ni kutokana na sera za Donald Trump kuwa jeshi la Marekani sio askari au polisi wa dunia. Kwa hiyo ukitaka tukuletee amani, maanake tuonyeshe una nini cha kutofa ili tukuletee hiyo amani. Maanake amani, Marekani anauza amani sasa hivi. Sasa mambo ya ajabu kabisa haya! Kwa hiyo ndipo ambapo walipokuwa wamefikia. Nawashukuruni sana ndugu zangu, ni kwa taarifa zinavyoendelea katika taifa la Kongo. Tutaendelea kupeana updates mbalimbali. Asanteni sana.